Ba, naibu kinara wa chama cha Jubilee Dkt. Fred Matiang’i amesema kwamba yeye ndiye mgombea bora wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa afisi za Jubilee katika kaunti ya Nakuru, Matiang’i alisema kwamba akipewa nafasi ya kuwa rais wa sita wa taifa, atafanya mageuzi makubwa katika sekta za afya na elimu. Viongozi mbalimbali wa mrengo wa Jubilee walioandamana wa naye walimpigia debe katika maeneo mbalimbali kaunti ya Nakuru na kusisitiza kwamba uongozi wake utawanufaisha wa Kenya. Tayari kufanya hii kazi, kwa sababu tunajua kuifanya. Waliona tukiifanya hapa, tukisafisha ya sekta ya elimu. Hatutukwa na hii maneno, mnaona hapa itu watoto hawaendi shule. Mambo ya afya hii imeletwa siku hizi za rakazi zinaitwa shaha. Sisi tunataka kutoa hiyo yote, tutarudisha mahali tulikuwa vizuri, inchi ingie kwa barabara. Hakuna mtu ambaye utafanya rais wa nchi ya Kenya ambaye atafanya kazi ya kufurahisha kama jamaa yuko hapa. Tumeelewana, tuko what you are fighting for we are now getting it, and we thank God. I am the happiest person here today, kuona kwamba chama ambacho kilikuwa kimetupiriwa bali sasa kiko na umaarufu wake.